Naam, shukrani sana mwenzangu Alimanzu kwa taarifa hiyo ya utafiti ambao bila shaka itazua mjadala mkali. Na kujadili swala hilo kwa kina, niko naye hapa studioni mmoja wa watafiti kutoka shirika la Sinovet, bwana Victor Rateng', karibu katika studio. Asante sana. Naam, moja kwa moja. Ndio, Tumeona kinyang'anyiro kimeshikana koo kwa koo Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Je, matokeo hayo aswa yamechangiwa sana na nini katika utafiti wenu? Uh, huenda ikawa wale ambao uh, hapo awali wakati ambapo tulikuwa tunafanya kura ya maoni uh, idadi ya wale ambao walikuwa wanasema hawajamua, uh, hivi sasa tunaweza kuona kuwa idadi hiyo imeweza kupungua uh, kwa kiasi kubwa sana dio. Kwa mfano mwezi wa Januari idadi ya watu uh, walikuwa wanasema uh, mimi sijaamua Uh, ilikuwa uh, asilimia tano. Kwa leo tunaona kuwa ni asilimia uh, mbili nukta tisa. Kwa hivyo huenda yeye amechangiwa um, na wale ambao uh, hapo awali walikuwa nasema uh, mimi sijaamua. Ndio. Na. Je, unaweza ndiyo, kusema kwamba umaarufu wa Raila Odinga umekwama na umaarufu wa Uhuru Kenyatta umekuwa kidogo kutokana na matokeo hayo ya sasa? Uh, umaarufu wa Raila Odinga uh, kiasi imebakia pale pali, pali. Hali ile ya Uhuru Kenyatta imeweza kupanda kiasi kidogo sana, hatuwezi kusema amepanda umaarufu uh, kwa kiasi kikubwa, ni kiasi kidogo sana, manake pia kumbuka kwanza, uh, utafiti huu ina idadi ya kasoro ambaye ni nukta moja kwa kutoa au kuongezea uh, asilimia moja nukta mbili sita, ndio na. Eh, na katika masuala ya vyama tumeona muungano wa Jubilii kidogo ume, ume umeongeza umaarufu wake ikilinganishwa na kodi. ah, je imechangiwa sana na nini? hatuwezi kusema imechangiwa na, labda imechangiwa na kampeni zao na kufikia wale ambao hapo awali walikuwa nasema, oh, mimi sijamua. Huenda uh, wamefikia wale ambao wanaunga vyama vingine au miungano mingine, kwa hivyo vitu uh, vitu hivyo viwili labda vimechangia mm -hmm. Ndiyo na. Katika matokeo yale, maeneo mengine, kwa mfano, kaunti ambazo hazijaamua ama nizimepunganiwa kwa lugha ya kimombo zinaitwa swing counties strongholds. Je, katika utafiti wenu wenyeji wa maeneo hayo walisema ni jambo gani ambalo limewafanya wao kujiona pengine hawezi kuegemea upande wote wa miungano hii ama wagombea wote wa rais? Um, cha muhimu ni kwamba um, kuna maeneo mengine hapa nchini ambayo um, kwa mara nyingi ama kwanzia kwa historia na hawajakuwa na rais ambaye anawawakilisha au um, mwanasiasa maarufu ambaye anawakilisha. Kwa hivyo um, kumbuka Raila Odinga ana maeneo yake na Uhuru Kenyatta ana maeneo yake. Kwa hivyo um, maeneo haya ambayo yanashindaniwa uh, nyingi zao, ama sio nyingi, lakini um, ni zile ambazo hawana yule ambaye anawawakilisha kisiasa na ambaye ana umaarufu zaidi. Kwa hivyo wanashindwa labda kuamua tutaegemea pande gani. Ndio naje swala la duru ya pili unaona vile vile mmetoa utafiti kwamba tutapokuwa na duru ya pili Raila Odinga huenda akapata ushindi dhidi ya Uhuru Kenyatta. Je, yeah, matokeo hayo yalichangiwa pakubwa na maswala yapi? Um, katika duru ya pili tuna, tunaona kwamba wale ambao wanasema um, tuliuliza watu katika iwapo, uh, yule ambaye unamunga mkono katika raundi ya kwanza hatafika katika raundi ya pili au awamu ya pili, ni nani ambaye utamunga mkono, na asilimia ishirini na tisa wa wale ambao wanasema walikuwa naunga mkono Raila uh, hapo awali au yeah. Uh, aw, wengine hapo awali watamunga wata mkono Raila katika awamu ya pili. Yeah. Kwa hivyo tunaona kuwa uh, huenda waziri mkuu akanufaika zaidi na wale ambao hawatamuunga mkono katika awamu ya kwanza. Mm -hmm. Ndio. Na je, miungano mingine kama ya amani pengine huenda ikabadilisha mambo baada katika duru ya pili? Ndio, hatuwezi kusema hawatabadili, maanake uh, tuseme hawatafika aw, katika awamu ya pili um, wafuasi wao labda wataamua a uh, kuunga mkono labda ni CORD ama ni Jubilee. Kwa hivyo watachangia zaidi kilicho, eh, kinachotokea katika awamu ya pili na kumalizia. Mambo yatakuwa hivi hivi ama huenda yakabadilika, hatuwezi jua bado. Siku ngapi? siku tisa, siku tisa. Kwa hivyo huwezi jua ni nini kitatokea uh, kita hapo kesu, uh, kesho Naam. na kile ambacho kitafanyika labda uh, siku siku ya Jumapili Namu. au Jumamosi Namu. kwa hivyo hizo siku bado ni nyingi sana katika siasa Ndiyo. Rateng', asante sana a, kwa muda wako na utafiti huu bila shaka <laughs> t asubiri kuona hayo mliotabiri kama yatakuwa ama huenda yakabadilika atat... lakini vile vile asanteni sana kwa kuwafungua Wakenya macho kupitia utafiti wenu.